Yes, ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa afya na uzima, hatuna budi kumshukuru. Lakini pia sina budi kuwashukuru ninyi, ndugu zangu, ambao mnanipa support mwanzo mwisho kuhakikisha tunakuwa wote katika simulizi hii, Wangu wa Rohoni. Mungu akubariki. Usisahau, usisahau ku like na kutoa maoni yako kisha na kushare kwa marafiki. Jambo kubwa hakikisha unasubscribe. Hii ni Vam TV Online simulizi inakwenda kwa jina langu wa Rohoni. Tupo kipande cha saba. Kama ni mara yako ya kwanza ni vyema ukaanza kipande cha kwanza ili uelewe zaidi. Tunaanza pale tulipoishia. Pale ambapo Lomi alikuwa anamshawishi Bela uweze kutafuta nyumba ambayo ni nzuri kwa ajili ya kuishi, yaani wapange nyumba nzuri tofauti na pale ambapo Bela alikuwa anaishi na mdogo wake anaitwa Popi, kutokana na Lomi alivyomshawishi kwamba aondoke mazingira yale atawakumbuka wazazi wake itamtia huzuni. Hivyo Lomi akaamua kumshawishi Bela kwamba waondoke pale, watafute mandhari safi ya nyumba nzuri, pale watapakarabati sio muda, ili kama anapangisha kwa ajili ya pesa waweze kupangisha. Tunaendelea namna hii, hapa tulipokuwa tumeishia kipande cha saba. Niliwaza kwa haraka haraka nikaona lile wazo ni zuri, nilimkubali Lomi lile wazo lake. Basi akanisihi akani sana, siku inayofuata atakuja tupange nyumba ya aina gani itatufaa. Tulipiga stori pale, baada ya hapo tukaagana, tukalala. Siku iliyofuata Lomi aliniomba mimi ndo niende kule hotelini aliko, ili tunywe na chai huko huko. Nilijiandaa, nikakatisha nikaitisha usafiri, nikaenda mpaka pare hotelini. Ni katika ile ile hoteli niliyoachishwa kazi, kisa ni huyo Lomi. Baada ya kuingia tu pare hotelini, mtu wa kwanza kukutana naye ni meneja yule aliyonifuta kazi. Alijua nitatizika, alijua nitalia lia, nimpigie simu nimbembeleze. Kumbe hata sina jambo naye. Alinikata jicho baya hatari, mi hata sikujari. Tulibaki tunamcheka tu na Romi. Hata sikutaka kunywa breakfast pale, nikamwambia Romi tukanywe chai sehemu nyingine. Tulitoka zetu tukaenda kunywa chai sehemu nyingine. Baada ya hapo, tukaanza kupanga mikakati nyumbani, nyumba gani nitaenda mimi nikapange. Nilitaka nyumba yoyote tu ya gharama ya chini, kikubwa ina sakafu chini na vioo madirisha, ndo kitu nilichokizingatia. Lomi aliniambia hataki Lomi aliniambia hataki nyumba ya hivyo, alihitaji something expensive na alihitaji nyumba ya ghorofa, nyumba ambayo akikaa anapata utulivu na iwe sehemu nzuri karibu na beach. nye huyu. Mimi sina na kipingamizi, nyumba analipa yeye na kikubwa zaidi ana tukarabatia na ile nyumba yetu Iwe ya kisasa zaidi. Ya nini? Nimpangie wakati pesa ni za kwake. Darali alipewa kazi atutafutie nyumba. Nyumba ya kwanza ali, ilipatikana Mbezi Beach. Tulikwenda kuiona Lomi akaikataa. Aridai haina quality. Nyumba ya pili ilipatikana Masaki. Ilikuwa nzuri lakini ilikuwa mbali kutoka baharini. Rumi alihitaji nyumba ambayo akiamka akikaa juu ghorofani pale kwenye balcony awe anaiona bahari vizuri na awe anapovuta upepo kutoka baharini. Basi Darali aliomba tumwongeze siku aendelee kutafuta nyumba. Ilichukua siku nne, nyumba ikapatikana. Ni jumba bonge moja la jumba. Hiyo kodi sasa imeenda shule Lomi alilipia kodi tena ya mwaka mzima. Iliniuma sana ile pesa. Ingekuwa uamuzi wangu mimi, ningepanga zango nyumba ya kawaida kama ile ya Hemedi. Ile nyumba ni too expensive. Sema tu nilipenda kitu kimoja, ndani ilikuwa na kila kitu, fanicha zake zilikuwa ni nzuri mno. Tulitafuta mtu wa usafi, akafanya usafi jioni, tukahamia zetu mjengoni. Mie siku hamia moja kwa moja, nilibeba nusu nguo zangu, zingine nikaziacha nyumbani, ili siku nikishindwana na Lomi nisipate mzigo mkubwa kuanza kuhamisha vitu kutoka nyumbani kwake. Nilienda na ki, kidogo kwanza kusoma mazingira kama nitayoweza. Siku ya kwanza tumehamia mjengoni Lomi aliniambia yuko serious sana na mahusiano yetu, akawa ananiomba pare nisije kumuumiza na vitu ka hivyo. Mimi mpaka muda huo nilikuwa sielewi niko kwenye mahusiano na nani, ni Hemedi au Lomi? Nilimsikiliza Lomi maneno yake, baada nikamwambia, lakini haujawahi kunitongoza. Kumbuka nilikwambia ile posti ya siku ile haikumaanisha kitu chochote. Lomi aliniambia hata kama ile posti haikumaanisha chochote, yeye tayari aishanipenda tangu mara ya kwanza tumeonana pale hotelini. Kumbuka hii ni Vam TV, simulizi yetu inakwenda kwa jina la Wangu wa Rohoni. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unasubscribe, una like, una unatoa maoni yako, tuwe pamoja na marafiki. Jiulize, kwa nini nilikuchagua wewe nikawaacha wengine bera? Hii inadhihirisha kila kitu wazi, kwani bado huoni kama ninakupenda? Lomi aliniuliza hilo swali, nikakaa kimya. Baadaye nikamwambia naona, lakini nahitaji kujiridhisha juu ya hilo. Lomi hakuwa na shida yoyote juu ya hilo aliniambia muda huo wote nitakapokuwa tayari tutaanza mahusiano. Sikuamini juu ya lile jambo, nilihisi huenda ananidanganya zeni anibake kama nilivyo ota siku ile Arusha wakati nayowaza yote hayo Lomi aliniambia anaruhusiwa kuniamini Bela, tena ikiwezekana niamini hata zaidi ya vile unavyojiamini Lil akasema, I'm right. Wow nitabasamu, kisha nikamwambia, asante, nitaanza kukuamini sasa. You are welcome. Tulikumbatiana kisha tukaenda kuwatch movie. Meda hiyo tayari tulikuwa tumeshamaliza kula tupo zetu tuna watch movie fulani hivi, la Kikorea. Mida ilipozidi kusonga Lomi alianza kusinzia. Nilimwamsha ili aende akalale. Aliniomba twende tukalale wote. Unamaanisha chumba kimoja? Akasema yes, Bela, tunaweza kulala tu kama kaka na dada. Hu kweli? Akasema ndio, let's go. Alizima TV akanishika mkono tukaelekea chumbani. Lomi alijitut, alijitupia kitandani, kisha akanyosha mikono yake akiashiria nijilaze kifuani kwake. Nilijirusha kifuani kwake, usiofie chochote, aliniambia hivi, huku akivuta duvet ili tujifunike. Alinifunika vizuri, kisha akanikiss. Alipomaliza alinitakia usiku mwema na mimi nikamtakia usiku mwema, tukalala. Yaani hiyo siku nilisinzia kuliko siku zingine zote, nililala kwa amani kabisa bila kuhofia chochote, nilitokea kumwamini sana Romi. Isitoshe tulilala tukiwa tumevaa nguo, tulilala mpaka asubuhi bila kufanya kitu chochote kibongobongo. Yaani mtu angekukuta tunatoka chumba kimoja, alafu tumwambie hatujafanya chochote wala asingeamini. Mimi na Romi tuliamka asubuhi tukaswaki pamoja tukanawa uso. Baada ya hapo, tukasaidiana kutandika kitanda kisha tukaenda kufanya usafi. Jamaa alinisaidia kila kazi, tulideki pamoja, tuliosha vyombo vyote, yeye anaosha mimi na suza. Tulipomaliza yeye alipika chai, mimi nikapika chapati Nilianza kuvutiwa na yule mshikaji. Kwanza, Keri si mtu wa kufoka wala mahesila isrhemb. Tulipomaliza kupika, tulikwenda kuoga. Mnasubiri <tikipika> msikie <tikipika> kuwa tulioga pamoja. Alianza yeye kuoga, muda huo nikawa napanga panga nguo zake vizuri kabatini. Alipotoka bafuni alikuta nimeshamwandalia nguo kisha na mimi nilienda kuoga. Baada ya kuoga tulikwenda kula breakfast. Tulipomaliza Lomi akaniuliza kama ninahitaji any shopping, nikamwambia labda unipeleke saluni nikasuke. Alikubali akaniambia let's go. Nilipeleka saluni nikaosha nywele nikabandika wegi. Baada ya hapo tulikwenda tukahemea vitu vya ndani tukarudi nyumbani Nilikaa pale kwa Lomi kama wiki mbili hivi tukiwa tunaishi tu kirafiki bila kufanya seksi kibongo, huwezi kaelewa na kuamini. Nakumbuka siku moja jioni tulitoka mimi na Lomi that day. Lomi aliniambia anataka kwenda beach, so akaomba nimsindikize. Tumefika pale beach. Lomi akaingia kuogelea, mimi sijuagi kuogelea, kwanza ni mwoga wa maji nilibaki zangu nimekaa na kunywa cocktail. Wakati niko pale kwa upande wa pere nikaona watu wanapamba wanapamba mapambo kama ya engagement fulani hivi. Uh, engagement it means ndoa fulani ama kwa ajili ya sherehe fulani why. Let's go. Mm -hmm. Nikavutiwa kwa sababu walipamba vizuri, basi nikaendelea kuangalia kichwani wa najiambia, na mimi siku nikivishwa pete nataka nije nivishwe katika mazingira kama haya bichi. Basi bwana Lomi aliendelea kucheza kwenye maji, mimi nikaja nikamwomba mdada alikuwa pale anipige picha, nimepiga picha, picha baadaye na yule dada akaniomba na mimi nimpige picha. Basi tukaji keep busy na picha baadaye, tunakuja kumaliza swala la picha nikashangaa mm. Bana, hii ni VamTV online. Hakikisha unakuwa nami mwanzo mwisho, usisahau kushare na marafiki mm. Hivyo support ni muhimu kwa kila ndugu. Baada ya kumaliza kupiga picha, nilirudi kwenye siti yangu. Nikamkuta Lomi na yeye iko pale. Pare kashatoka kuogerea. Aliniomba kama sitojari nimuite huyo dada tulokuwa tunapiga naye picha aje atufotoe mimi na Romi picha ya pamoja. Nilimwambia sawa. Wakati huo yule dada alikuwa ameshatoka pale tulipokuwa, anaelekea upande wa pili kule walikuwa wanapamba, basi ilibidi nimfuate huko huko. Wakati huo ni saa kumi na mbili na madakika. Nisogea mpaka pale, watu walikuwa wamejaa sana pale. Basi nilisogea upande uliokuwepo yule dada. Wakati nataka kumwelezea shida yangu, nikishangaa kwenye lile eneo inakuja gari ya Hemedi. Gari ilisimama kwa mbali kidogo, lakini nayejua vizuri ni ya hemedi ile. Nilisimama kuangalia kwa makini, kweli nikamwona Hemedi anashuka kwenye gari, akazunguka upande wa pili, akafungua mlango, akamshika mkono mwanadada mmoja akashuka wakaanza kutembea kuja pale kwenye eventi. Watu walipowaona walielekeza macho yao yote kwao. Yule mwanadada alikuwa amefungwa kitambaa cheusi machoni, halafu Hemedi ndo akawa anamwongoza njia. Walikuja mpaka pale kwenye eventi, watu wakaanza kuwashangilia. Nilitamani kuondoka lakini nilishindwa, miguu ilishi kwa nguvu ilishindwa nguvu, nilibaki nimeganda pare kama kisiki fulani hivi. Baada ya Hemedi na mwenzie kuwasili pare, Hemedi alimfungua yule mdada kitambaa, alafu taa zikawasha sehemu ile. Baada ya taa kuwashwa, maandishi makubwa yalikuwa mbele kwenye bango kubwa, yakaanza kusomeka kama ifuatavyo: Alaini, will you marry me? Who is Araini? Nilihoji huku machozi yakiwa yameanza kunitoka machoni. Wakati nawaza Araini ni nani, nilisikia yes yes, I'm ready. Oh, kumbe Araini ni yule mdada alikuja na Hemedi. Baadaye yule mdada kusema yes, Hemedi alishuka chini taratibu akapiga goti, mkononi alikuwa na kiboksi chekundu, akakifungua akachomoa pete. Nyie, moyo ulidunda du, du, du. Takribani kwa haraka sana nguvu zikaniishia. Baada ya Hemedi kushika ile pete mkononi, aliinua kichwa chake juu akamtizama Araini aliyekuwa amechanganyikiwa kwa furaha. Alimuuliza araini, will you marry me? Araini alinyosha kidoro, kidore kisha akamwambia yes baby, I'm ready to marry you. kimoyo kimoyomoyo, nilianza kujisemea, Hemedi, no no, hapana usifanye hivyo Hemedi, please. Hemedi alianza kuingiza pete yake ya uchumba kidoleni mwa Araini. Moyo wangu uliniuma sana kuliko kawaida eh, nilibubujikwa na machozi yasiyo na kiasi. Baada ya Hemedi kumaliza kumvisha Araini pete, alimkumbatia. Wakati wamekumbatiana Araini alitizama upande wa pili zeni. Aa, Hemedi aliangalia upande nilipo mimi, wakati nakwepesha macho nisiangalie na nisiangaliane na Hemedi. Kwa bahati mbaya aliniona, alishtuka sana. Sikutaka kuendelea kubaki pale, niliondoka haraka. Nilimkuta Lomi yuko pale pale ananisubiri. Nilimwomba tuondoke haraka. Lomi alishangaa, kwa nini unalia? Nini kimetokea? Bera niambie, nini kimetokea? Kwa nini unalia? Sikuweza kumwambia chochote, ni mwambie tu kuanzia leo, kuanzia sasa hivi I'm ready to be your girlfriend. lil nikamwambia, yes, I love you. Lomi alinikumbatia akaniambia, Nisubiri sana. Nilisubiri sana hii siku Bera, hatimaye leo wewe ni wangu E bana, kubwa ni wewe kunipea support, tuwe pamoja kwa masimulizi mbalimbali. Akasema nakupenda sana siwezi hata kuelezea. Nilimwambia hata mimi nakupenda sana Lomi, niko tayari kuwa na wewe maisha yangu yote. Lomi alilia machozi ya furaha, hakuamini. Alikuwa ananikumbatia ananiachia, ananikumbatia tena wao Tuliondoka pale tukatembea kidogo mpaka barabarani. Tulichukua taksi, Lomi akamwomba dereva taksi atupeleke mjini. Tulikwenda katika duka moja hivi wanatengeneza maua. Lomi aliomba atengenezewe ua, aliwelekeza mwenyewe jinsi anavyotaka lidizaniwe zeni. Baada ya hapo tulirudi nyumbani, usiku ulikuwa ushaanza kuingia. Tulioga, baada ya hapo nikamwambia Lomi apumzike, mimi ninakwenda jikoni kumwandalia chakula. Aliniambia, Bela, leo sitaki upike, tutakwenda kula dina nje. Ok nikamwambie. Aliomba nijiandae kwa ajili ya dina, basi nilimkubalia. Mm, Bela anasema basi mida ya saa mbili usiku. Tulitoka tukaenda katika hoteli moja hivi hapo Masaki Tuliweka oda ya e chakula. Wakati tunasubiri chakula, Lomi aliniaga akaniambia anatoka kidogo, kama dakika tano anarudi. Nikamwambia sawa. Aliniacha pale, sikujua anaenda wapi. Baada ya muda mfupi, alirudi akiwa na ua fulani hivi zuri sana, refu, limedisainiwa katika umbo la kopa. Nilipomwona nilisimama kwa ajili ya kumpokea Alikuja akanikumbatia then, baada ya hapo alinipatia lile ua pale kati. Kwenye kopa ya lile ua kuliandikwa maneno fulani hivi verdema, ni maneno yaliyoziba majeraha ya moyo alinisababishia Himedi. Nilisema vizuri. Baada ya hapo, nikamkumbatia tena Lomi nikamkisi zeni, tukaendelea kusubiri chakula. Chakula kilipokuwa tayari tuliletewa tukala, theni tukapata na vinywaji pale. Usiku mida ya saa sita, tulirudi nyumbani. Oh, baada ya kufika nyumbani tulielekea chumbani, nilihifadhi lile ua langu theni. Baada ya hapo nilimtizama Lomi aliyekuwa anaandaa kitanda kwa ajili ya kulala. Kichwani nilijiambia, usiku wa leo Hemedi na Alaini watakwenda kuifurahia hatua waliofikia kwenye mahusiano yao, ni hatua nzuri ya engagement. Kwa upande wangu, usiku wa leo nitakwenda kuyafungua mapenzi yangu kwa Lomi. Baada ya kuwaza hayo, nilianza kuteremsha nguo zangu moja baada ya nyingine. Nilivua nguo zote nikabaki uchi kama nilivyozaliwa. basi Bela alibaki utupu e, kama nilivyozaliwa. Hajawahi kukaa uchi mbele ya mwanaume yoyote yule. Lomi ndo mwanaume wa kwanza kuniona, yaani kumuona, jamani, mimi nikiwa yeye eh, akiwa uchi, nafsi hizi hmm. Wakati anavua nguo, Lomi alinipisha, alitoka nje ya chumba, alihisi kuenda ninataka kubadili nivae nguo ya kulalia. Alishazoea kila nikitaka kuvua lazima anipishe. Siku hiyo alikuwa tofauti. Basi Bela anasema nilivua nguo zote. Baada ya hapo, nilikwenda kumfungulia mlango nikamnusu aingie. Wakati anaingia nilizima taa. Baada ya kuwa tayari ameshaingia chumbani, nilifunga mlango, kisha nikawasha taa. Lomi alishituka sana baada ya kuniona nikiwa mtupu. Macho yake yaliganda mwilini mwangu bila kupepesuka. Hmm? tulibaki tuli baki kimya tukiwa tunatizamana bila kuambiana chochote. Kama kawaida ya wanaume, wao ni wadhaifu sana, haswa pale wanapouona wanapouona mwili wa mwanamke akiwa utupu. Alivyozidi kuniangalia baadhi ya sehemu mwili mwake zikaanza kubadilika, kwanza mijogoo yake ilituna sana kwenye suruali macho yake yaliganda kifuani kwangu pamoja na kwenye tamu yangu Lomi. Uvumilivu ulimshinda, alianza kupiga hatua mdogo mdogo kunifuata pale niliposimama bila anazidi kusema. Nilibaki nimesimama pale pale huku nikiwa naangalia sehemu moja tu katika kaptula ya suruali ya Lomi. Lomi alikuja akanishika mkono Mtoto wa watu mpaka alikuwa anatetemeka. Nilimwangalia usoni bila hata uoga wowote. Lomi alinisogeza kifuani kwake, Zeni akainua uso wangu juu kidogo akasogeza lips zake mdomoni kwangu akaanza kunikiss. Wow! hii ni Vam TV, hakikisha una subscribe, una share na marafiki zako alizidi kupagawa na mimi nilikuwa tayari kwa lolote usiku huo. Baada ya kupata kiss moja tamu kutoka kwa Lomi, alishuka chini kidogo akitua kwenye cho cho. Anajua kunyonya jamani, hmm. Na sauti hii afu nipo homu, anajua kunyonya. Alinyonya chuchu na mkono wake wa kulia akawa ananipapasa kwenye tamu yangu utamu niliokuwa nao na nausikia, ulizidi kuvuruga akili yangu, nilitoa miguno mpaka nikawa natamani nipige kelele kwa nguvu bila kujizuia. Baada ya Lumi kufanya kile kitu kwa muda, alipiga goti chini akaniachanisha miguu yangu, theni akaanza kunipapasa katika tipari, sasa kwenye kei nilikuwa natetemeka kuta, mpaka miguu inawasha nguvu, inaishiwa nguvu. Domi alinibeba juu akanilaza kitandani akaendelea na zoezi lake, hmm, la kufanya kwele kwenye pachuchu. Kuna muda alikuwa anautua ulimi wake wote nje, theni anauingiza pale kwenye kitundu cha, cha utamu yani ke. Hmm. Nilikuwa napiga kelele kama chizi. Sijawahi kufanya hivyo toka nizaliwe. Hiyo ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kumwachia mwanaume mwili wangu aufanye atakavyo. Zile kelele zangu zilikuwa zinamchanganya sana Lomi, hazikuwa kelele za kukela wala kutisha, ni kelele za kuzidiwa na uta. Nilikuwa nalia lia kwa kudeka na kwa sauti fulani hivi isiyochosha. Lomi alizidi kupagawa, alihakikisha ameniandaa kiukamilifu. Baada ya hapo, aliniacha kuanza kuzivua nguo zake. Alitoa vesti akaiweka pembeni. Mm. Alivua suruali baki bokta. Mdudu wake alikuwa amepenyeza pembeni ya bokta, kichwa chote kiko nje. Mm. Mbona hey! Mbona jogo lake fulana hivi jeupe safi. Lomi alivua ile box nayo na akaiweka pembeni. Jamani, mzuri, mwili msafi, hana hata kipele. Alipiga hatua kuja kitandani, akaanza kusogea pembeni kule ukutani. Alinishika akanilaza chari katikati ya kitanda pale kati kiuno akanibinu na mto, aliniachanyisha miguu yangu akaanza koni sugua na ile dodo yake kati pare kwenye kei okay. Yani kisema baba, ndugu zangu wote, tukutane katika kipande cha nane. Hiki kilikuwa kipande cha saba. Hakikisha una share una like na toa maoni yako. Hey, unadhani kipi kitaendelea? kwa utamu ule unazani, Bela naromi kitafata nini? Je, Alaini na Hemedi ni nini kitafata? Wazazi wa Himedi wanajiuliza nini? Kumbuka walipiga picha za pamoja kuhakikisha Hemedi anamuoa Bela, lakini mambo inakwenda si salama kwa wote wawili. Hemedi ameshafanya engagement huko beach, lakini Bella alipoona engagement yao akaona wivu, basi akavua penzi zito kwa Lomi. Onezani nini nikitafuta? hii ni Vam TV online. Support yako ni nguvu yako, asante na shukuru kwa mchango wako wote. Mungu akubariki, tuwe wote katika wakati mwingine. Subscribe. We I believe one day, yes God bless you